Vi vitatu vinasimama juu havilali, vinasimamau vinalala, vinalala. na msikilizaji na mtazamaji wa maadili online TV, leo tuna habari njema. Msikilizaji na mtazamaji mee, huenda pengine utaona leo tumezindua rasmi darasa la lugha ya Arama kwa ajili ya kuwafikia wenzetu wale wasiojiweza. Lakini leo tumeanza, tumezindua darasa hili la lugha ya Arama kwa watoto, maana pia watoto nao wana nafasi ya kupeleka ujumbe wa Mungu kwa watoto wenzao. Lakini kwani tumewafundisha tunafundisha, huu pia ni ujuzi, si kwa ajili ya kutumia tu kupeleka Injili, lakini wakiwa wakubwa mbeleni watajiendeleza. Watakapojiendeleza wata, watafikia wengi. Mchungaji anamhitaji mkalimani wa lugha ya Arama ili aweze kumhudumia katika mahitaji ya kiroho kiongozi wa serikali ya mitaa anamhitaji mtu wa lugha ya, ya alama aliyesoma vizuri kwa ajili ya kumhudumia mwananchi. Kwa utaona kwamba lugha ya mtu mwenye lugha ya alama anafaa katika eneo lolote na sekta yoyote. Hivyo basi, ikiwa na mtoto kule nyumbani ikiwa unapenda kujifunza lugha za alama, karibu katika kanisa la Waadventista Sabato Mwanza Central.

waweze kusikia vizuri. na maelezo yangu kwa majina, mimi naitwa Evelyn Kula. ni mshiriki wa wapi? ni mshiriki wa Mabatini SDA. Nimeona ukijifunza lugha za alama. kwa nini umeamua kujifunza lugha za alama? Nimeamua kujifunza lugha za alama kwa sababu nimependa na napenda kusaidia watu pia ambao hawasikii pia Matarajio yako ni nini ukishazifahamu? Matarajio yangu ni kusomea pia hii kalama kuiendeleza, kwanza kusaidia watu ambao hawasikii. Naitwa Daniel Ngembe, ni kijana wa Pathfinder hmm. katika kanisa Jimbo la kanisa la Wakristo Sabato Mabatini, jimbo la Conference. Umeanza kujifunza lini lugha ya alama? Lugha ya alama nimeanza kujifunza sabato ya leo ya tarehe 31 mwezi wa 5 2025. Hongera, naona umefanya kazi nzuri. Asante sana ndo, ndo, ndo, o ndo mazoezi ya kwanza unatamani una, una kujifunza hiyo lugha? Natamani sana, tena sana. Matarajio yako ni nini ukifahamu, matarajio yako ni nini ukifahamu hiyo lugha vizuri, matarajio yangu ni kuweza kufikia jamii kwa asilimia kubwa hususan kwa watu ambao hawawezi kusikia kiasi kwamba Injili itaweza kuwafikia wao pia. Kwa matajio yangu ni kuwafikia wao ili nao pia waweze kulifahamu neno kama navyolifahamu neno. Wewe ni mshiriki wa wapi? Mshirika wa Ah, umeanza kujifunza lugha za alama lini? Kwa, kwa mimi hapa lugha za alama siku siku ya leo ni kujifunza lugha za alama ya Jumamosi Okay, kwani umeamua kujifunza lugha za alama? na, kwas, yani Sa. Kwa sababu napenda na napenda kuwasaidia watu ambao yaani wenyewe hawana ule uwezo wa kusikia vizuri, ndio maana napenda kujifunza. Sawa, kingine, unawashaurije watoto wenzako ambao wanajifunza pamoja na washauri waweze kujifunza ili hata wanapokuwa katika kazi mbalimbali wale wanawasaidia wale ambao wana matatizo kama kutokusikia vizuri, wanaongea wana wale ambao wanaongea lugha za alama ili waweze kuwasaidia mm. kwa majina ninaitwa Abeli Sole Mwita, mshiriki wapi, mshiriki wa kanisa la Mwanza Central Church mm. Mimi napenda kujifunza lugha za alama kwa sababu kwa sababu ni kujifunza lugha za alama ili niwasaidie watoto wenzangu na hata ni wakubwa na hata watu wazima, ni wamjue Yesu kupitia lugha za alama. Na hii ninapenda ni kwa sababu nawaelimisha ni watu, ninahubiri na nina hata mimi pia ninapenda kuhubiri, na hii ni kwa sababu ninahubiri kwa njia ya lugha za alama, na ndio maana ninapenda. Asante, umeanza kujifunza lini? Umeanza kujifunza lini hii kwa majina naitwa Amos Silvester, ni mtu ambaye nimejifunza hizi ishara na napenda sana nifundishe ishara hizi, na pia huwa napenda ni hudumu na wale wenzangu kama ndugu zangu, wale ambao wenyewe hawakubahatika kuwa na usikifu wa kusikia sauti ya mtu akiwa naongea. Watu hao wa na huwa naofanyia huduma hapa kanisani kila Jumamosi itwayo Sabato, itwayo leo Sabato, kila Sabato niko hapa kanisani na huwa na hudumu hii ishara lakini, huwa tuko wengi, tuko wengi vijana ambao tunaweza kufanya hii huduma, lakini pia nimependa pia nisi nimeona nisiwezi kuwezi kuwa mchoyo wa fadhila au kuwa na kitu kama hiki ambacho mimi nimepewa na Mwenyezi Mungu, isipokuwa nataka nifundishe darasa la watoto vijana wadogo kuanzia miaka kumi kuendelea. Hata kama akiwa ni mtu mzima anahitaji kujifunza anaweza kaja akajifunza, kwa sababu huduma hii naipenda niitoe ataki hii kipaji nilicho nacho niwaachie a na kwa wale watakaoweza kuwiwa. Kwa nini? Uh, nimeamua kufundisha darasa leo hapa kwa sababu kuna leo na kesho, mimi nikaza nisiku nimesafiri aidh, nimelala katika mauti, nikaza nikaacha mbegu njema ambayo ikaendeleza vipaji hivyo na huduma hiyo kwa wale watakaoweza kuezaku. Darasa letu linaanza saa ngapi mpaka saa ngapi? Darasa letu linaanza kwa chakula cha mchana cha sabatu kuendelea, nasika si, Jumapili.